Ni sehemu ambayo inaelezea masala ya kuandaa chakula msibani, akasema: la yajuzu li ahli almayyit an yasnau taaman linnasi, kwamba haifai kisheria kwa watu waliofiliwa, watu waliofiliwa na ndugu yao, haifai kwa watu wenye msiba, an yasnau taaman linnasi kuandalia watu chakula, watu waliokuja kuzika na kadha. Haitakiwi ndugu wa maiti wao kuhangaika kuandaa chakula, kuandalia watu. Ni kauli Jarir ibni Abdillahi Albajali, kwa kauli ya sahaba huyu Jarir ibni Abdillah Albajali Assahabi Aljalil al

kwa ndugu waliofiliwa, kitendo cha watu kukusanyika nyumbani kwa ndugu wa maiti, kukusanyika sehemu yenye msiba, wa sanaat taami na kuandaa chakula baada dafni, baada dafni, baada tulikuwa chukua nikatika ya kuzika, min aniyaha, tulikuwa tukihesabu kitendo hicho kuwa ni katika maombolezo yasiyofaa kisheria. Haya ni maneno ya sahaba huyu Jarir ibn Abdillah, maneno yanayoashiria na kubainisha hali ya as-Salaf, hali ya wema waliotangulia, masahaba radhiallahu ta'ala anhum, walivyokuwa wakiishi na kutaamali na misiba, na kwamba hawakuwa wakifanya haya yanayofanyika hivi leo katika baadhi ya misiba kwamba mtu akifariki, kama tulivyosema katika majlisi iliyopita, kuna baadhi ya watu na kuna baadhi ya misiba na kuna baadhi ya mashehe wenye kuongoza mazishi kwenye msiba, hawaendi kuzika mpaka kwanza wapate kula au wapate kunywa. Haya yanafanyika na baadhi ya watu, watu hawaendi kuzika, hawaswali, hawafanyije mpaka kwanza wapate kunywa uji, wapate uji tu, hata kama bila vitafunwa, uji tu, na wakajalie kana kwamba ni sunna, ni jambo ambalo ni mustahabu wakajalia hivyo ikawa sasa kila msiba hawawezi kushughulika isipokuwa kwanza mpaka wale. Sasa hili jambo halipo katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wala halipo katika mafundisho ya wema waliotangulia, ndio kama tunavyoona haya maneno ya sahaba, anaeleza kwamba wao walikuwa wakihesabu kitendo hiki cha watu kukusanyika wa msibani na kuandaa chakula baada ya kuzika ni katika maombolezo yasiyofaa kisheria. Sasa hii ni baada ya kuzika usiseme, sasa kabla ya kuzika ya, kabla ya kuzika watu wameshughulishwa na msiba zaidi, watu wana majonzi, halafu nyinyi mnawashughulisha na kuwadai chakula, ni jambo ambalo Uh, lisilotakiwa. Hadithi hii na athari hii ya sahaba ame po, ameipokea Imamu Ahmad katika musnadi yake, kisha Imamu akasema amma sun'u at-ta'ami lahum, ama kuwaandalia chakula waliofiliwa. Kinachokatazwa ni watu kwenda msibani kusubiri chakula na kuwashughulisha watu wenye msiba, kuwashughulisha kwamba waandae chakula, hii ndio jambo ambalo halina mafundisho, halijathibiti, halikuwa likifanywa na wema waliotangulia. Ama sunu ltaami lahum, ama kuandalia chakula waliofiwa, au lidhuyufihim, au kuandalia wageni wao, ndugu zao waliotoka mbali, waliokuja katika msiba huo nyinyi Waislamu au majirani mkaenda hapo msibani kwa lengo la kuwasaidia kuandalia chakula, kuwapelekea chakula, kupelekea mchele, unga, maharage na mfano wake, bali mkaingia jikoni mkapika tayari, au mkapika huko majumbani mwenu mkawaletea chakula ambacho kiko tayari, Sheikh anasema, fala ya basa jambo hili halina shida, kwa sababu hawa ni watu ambao wameshughulishwa na jambo la msiba, wanahitaji kufarijiwa, wanahitaji kufarijiwa na sio kushughulishwa tena. Kwa hivyo, wako baadhi ya watu wanafanya hivi kwenye msiba, wanawapelekea wale wafiwa chakula, wengine wanaenda kushirikiana nao kwa kuwasaidia kazi eh? Hadha la basi ni jambo zuri, na katika taawun ala albirri wattaqwa, ni katika ihsan ilayhim, ni katika kuwafanyia wema watu wameshughulishwa. Tena inategemea aliyekufa ni nani, misiba inatofautiana uzito. E, sasa wakati mwingine msiba, yani, nyumba nzima imezizima kwa sababu aliyefariki ni nani, ni mzee wa nyumba bila shaka majonzi yake yanakuwa makubwa zaidi. Kwa hivyo hao waliofiliwa wanahitaji kufarijiwa ikiwemo kuletewa chakula na kuandaliwa chakula, ni jambo ambalo linafaa kisheria, na hilo limejulishwa na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofikiwa na habari ya kifo cha Jaafar ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu aliyefia Sham ilipomfikia habari mtume sallallahu alaihi wasallam ya kifo cha Jaafar, akawaambia wake zake mtume alaihi ssalam, anasema amara ahlahu an yasnau taaman liahli Jaafarin, mtume alaihi ssalam aliwaamrisha watu wake, kwa maana wake zake, waandaye chakula wawapelekee watu wa Jaafari waandalie chakula uh, wafiwa, familia ya Jaafar ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Waqala, na akasema innahu atahum ma yushghiluhum, kwani uh, leo hii limewafika hao jambo lenye kuwashughulisha, limewafika ndugu zetu hao jambo lenye kuwashughulisha ambalo ni umauti. Eh, wamefiliwa na baba wa nyumba, watoto wamefiliwa na baba yao, wake wamefiliwa na mume, na mume wao wahakadha. Kwa hivyo ni wenye kushughulishwa na msiba huu, wanahitaji kusaidiwa na kufarijiwa. Haya ndio mafundisho ya Uislamu watu waliofiliwa wanahitaji msaada, kwenda kuwasaidia kuwapelekea chakula. Hii ndio jambo linotakiwa. Ama Waislamu wengine eh, au watu wengine, kitendo wanachokifanya wakiona kuna msiba, basi wanahama nyumbani kwao wanaenda kudowea chakula misibani, hadha la yambaghi. Hili jambo halitakiwi, hili jambo halitakiwi. Wengine wanahama wanahamia kabisa misibani wao na watoto wao na wake zao eh, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, baadhi ya baadhi ya sehemu wengine wanakata mpaka wiki tena, usiku na mchana na wanalala hapo hapo. Eh, haya hayajathibiti katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kadhalika na mafundisho ya Masahaba radhiyallahu ta'ala anhum.